Muda mrefu uliopita, katika kijiji kilichozungukwa na msitu mnene, aliishi kijana mmoja aitwaye Juma na baba yake mzee Omari. Mama wa Juma alifariki dunia akiwa mdogo sana, na tangu wakati huo Juma alikuwa na maisha ya upweke sana. Hivyo baba yake alihisi kuwa Juma anahitaji mtu wa kumlea, na akaamua kuoa mke mwingine. Siku moja, mzee Omari alirudi nyumbani na mwanamke mgeni Alikuwa na nywele ndefu nyeusi, macho makubwa yenye rangi ya kijani kibichi, na ngozi iliyokuwa nyeupe kupita kiasi, kana kwamba haipiti mwanga wa jua. Alivaa nguo ndefu sana, nguo hizo zilikuwa ni nyeusi, na alipoingia ndani upepo mkali ulivuma ghafla, mlango ukafunga kwa kishindo. Mzee alisema, Juma, huyu ni mama yako mpya, anaitwa Bisalma. Baba yake alisema kwa tabasamu la kustaajabisha. Juma hakuhisi vizuri kuhusu mwanamke huyo, kulikuwa na kitu cha ajabu juu yake. Alijaribu kumsalimia kwa heshima, lakini alihisi baridi kali likipenya mwilini mwake alipotazamana naye. Mwanamke yule alisema na kumwambia Juma, habari mwanangu, Bisalama alisema kwa sauti ya upole iliyojaa ubaridi wa kutisha, tunakwenda kuishi pamoja milele. Baada ya kuwasili kwa mama wa kambo, mambo yalianza kubadilika nyumbani. Juma alianza kusikia sauti zisizoeleweka usiku kama kuna mtu aliyekuwa akihema ndani ya kuta za nyumba yao. Wakati mwingine aliona vivuli vikitembea kwenye kona za nyumba, lakini kila alipogeuka hakukuta mtu. Siku moja alipokuwa akifanya kazi za nyumbani, aligundua kwamba paka mweusi alimtazama kutoka juu ya paa lao la nyumba. Macho yake alikuwa mekundu kama makaa ya moto, na alipojaribu kumfukuza paka huyo, alizama kwenye kivuli na kutoweka. Muda mfupi baadaye, Juma alianza kugundua kwamba baba yake alikuwa anazidi kuwa mgonjwa. Alidhoofika haraka, ngozi yake ilianza kuwa ya rangi ya kijivu na alikuwa akilala sana. Juma alipomwambia baba yake kuhusu mambo ya ajabu aliyokuwa akiona, mzee Omari alicheka tu na kusema, huna haja kuwa na wasiwasi mwanangu, mama yako mpya anajali sana. Lakini juma alihisi vibaya, kulikuwa na jambo baya lililotokea. Usiku mmoja, juma aliota ndoto mbaya, alimwona mama yake wa zamani akimwita kwa sauti ya uchungu. Alihisi kana kwamba kuna jambo lililomhimiza kuchunguza nyumba hiyo. Alitembea kwa tahadhari kwenye giza hadi alipofika kwenye chumba ambacho mama wa kambo aliishi. Mlango ulikuwa umefungwa kwa mnyororo, lakini alipokaribia alisikia sauti za manung'uniko zikija kutoka ndani. Kwa haraka alirudi chumbani kwake, lakini alishtuka kugundua kwamba mama wa kambo alikuwa amesimama nje ya mlango wake akitabasamu kwa namna ya kutisha sana. Mama wa kambo alimwambia, usiku mwema mwanangu, alisema kwa sauti ya kupooza damu. Juma alijua kuwa mama wakambo si binadamu wa kawaida. Kesho yake Juma aliamua kufuatilia nyendo za mama wake wakambo. Alimwona akielekea msituni akiwa amebeba gunia, akitumia ujanja ujanja, alimfuata kwa umbali. Baada ya muda mfupi, Bi Salama alifika kwenye kibanda cha kale kilichokuwa kimefunikwa na magugu, aliingia ndani na Juma alichungulia kupitia kwenye nyufa za ukuta. Macho yake yalipanuka kwa hofu. Ndani ya kibanda kulikuwa na mabaki ya mifupa ya watu. Bisalama alitoa kitu kutoka kwenye gunia lake. Ilikuwa kichwa cha jogoo kilichokatwa. Alianza kuimba maneno yasiyoeleweka, na kivuli kikaanza kuibuka kutoka sakafuni. Juma alijua sasa mama wa kambo alikuwa mchawi. Juma alikimbia kwa kasi kurudi nyumbani, moyo wake ukidunda kwa hofu. Alipoingia ndani. Alimpata baba yake akiwa amelala kitandani akihema kwa shida zaidi kuliko kawaida. Alipomsogelea baba yake aliona alama nyeusi kwenye ngozi yake kama sumu fulani, ilikuwa ikimtafuna kutoka ndani. Ghafla, mlango ulifunguka kwa kishindo na Bi Salama akaingia ndani, alimwambia, "Umegundua mengi sana mwanangu." Alisema huku akitembea polepole kuelekea kwa Juma. Mikono yake ilianza kubadilika ikawa mirefu na kucha zake zilikuwa na rangi za damu. Juma alichukua kitu cha kwanza alichoweza kukipata, kitabu cha dini kilichokuwa mezani. Alinyanyua juu na kuanza kusoma dua kwa sauti. Bisalama alipiga kelele kali, akianza kuyayuka kama moshi. Nyumba yote ilianza kutikisika na upepo mkali ulivuma. Juma aliendelea kusoma hadi Bisalama alipogeuka kuwa moshi mweusi na kupotea kabisa. Baada ya kutoweka kwa bi Salama, baba yake alianza kupona taratibu. Wakati wa uchunguzi zaidi waligundua kwamba bi Salama alikuwa mchawi wa kale aliyekuwa akichukua nguvu za wanaume wa familia. Nikusii, usikose kufuatilia sehemu ya pili ya mama wa kambo mchawi, lakini nikukumbusha, usisahau kusubscribe kisha kubonyeza alama kengele iliyopo karibu yako kujiwekea nafasi ya kupata stori zaidi ndani ya masaa 24. Until next time, bye bye.